Na namna, asubuhi, hapa, bila bila na namna lilivyotokea asubuhi, nikamwambia hautatoka hapa bila kufanyaje, bila kwenda na wewe shule, yawezekana na shule au ufiki. Akasema sawa, tutaenda wote, akasema mimi nafika shule, kaniambia hapana, hutaenda shule peke yako, lazima twende wote ili niangalie kama shule umefika unafika basi. Kumbe pale nilivyokuwa namuita yeye, sasa mimi natoka nyumbani naenda kumwaga uchafu ninamkuta na, yani nasikia kishindo anazunguka hivi mm. Nikasema huyu anataka kukimbia tena. Akakuta dogo amesimama kama vile anataka kujinyonga, lakini akajiuliza, alimuuliza wewe unanitania unafanya vitu gani? Lakini anaona mtu kimya, kuja kushtuka kaona huyu mtu kumbe ameshajinyonga, na akaja kuniita. Hapo alipokuja kuniita na mimi nikaja nikakuta kweli huyu mtu tamejinyonga. Mwenyekiti wa mtaa wa Nyakanyasi, Anord Ngirwa anasema tukio hilo ni tukio la tatu kutokea, hivyo kuwasihi wananchi kuacha tabia hiyo. Hili la tatu ndio la leo tarehe kumi mwezi wa nne. Na kijana huyo alikuwa anasoma kidato cha nne Kagema Sekondari, alifanya maamuzi magumu ya kujinyonga kwa kutumia waya wa titisiro, yale nyaya simnazifahamu na ye, waya alifunga juu ya nguzo na juu ya ngazi ya, ya kupandia. ITV inaendelea kumtafuta kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kagera kwa ajili ya kupata uthibitisho wa tukio hilo. Nikiripoti kutoka hapa mtaa wa Nyakanyasi, manispaa ya Bukoba, mkoani Kagera, mimi ni Gibson Mika wa ITV.